Katika taarifa iliyotolewa na kuthibitishwa na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Tanga, Almachius Mchunguzi, Jumatano Machi 12, 2025 imeeleza kuwa uchunguzi unaendelea ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria, na nukuu, Jeshi la Polisi Mkoa wa Tanga linathibitisha kukamatwa kwa Swahibu Juma Mwanyoka kwa tuhuma zilizoripotiwa polisi, uchunguzi unaendelea ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Kada huyo ambaye ni mjumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Tanga, taarifa za kupotea kwake ziliripotiwa Ijumaa ya Machi 7 2025, elfu mbili na kwenye mitandao ya kijamii kwamba amepotea akiwa maeneo ya Royal Village Magomeni jijini Dar es Salaam, kuonana na rafiki zake. Mkazi wa Goba jijini Dar es Salaam, Ashrafu Juma, ambaye ni kaka wa Mwanyoka, amesema ndugu yake alikuwa jijini humo kwa matembezi akiwa nyumbani kwake na aliaga kwenda kuonana na rafiki zake. Amesema siku hiyo ya tukio ilikuwa Ijumaa ya Machi saba elfu mbili na ishirini na tano, akiwa maeneo ya Royal Village Magomeni ambapo aliongozana na ndugu yake Gine, ndipo walikutana na watu ambao walijitambulisha ni polisi na walimtaka apande kwenye gari lao. Amesema hawakuwa na uhakika kuwa waliomchukua ni polisi, hivyo iliwabidi kuanza kufuatilia kwa ukaribu watu gani wamemchukua na kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi Magomeni, ambao walifungua jalada la uchunguzi na baadaye kuhamishwa kituo cha Oysterbay kwa ufuatiliaji zaidi na nukuu, mimi ni kaka yake, baada ya mimi ndo anafata yeye. Siku ya Ijumaa tarehe saba akiwa hapa nyumbani Goba alinitaarifu kwamba anakwenda mjini, kwa sababu gari lake nilikuwa nalo mimi, alitaka alitaka nimpelekee, kwamba kuna watu wanakwenda kuonana nao Mbezi saa tatu asubuhi, na nilifanya hivyo, akaondoka na mwenzake hadi kutokea kwa tukio, amesema Ashirafu. Anasema baada ya muda mchache alipata taarifa kwamba kuna kutoelewana baina ya watu waliomwita Mwanyoka na baadaye kutakiwa kupanda kwenye gari, hivyo wakaanza kufuatilia ila simu zake zikawa hazipatikani. Katibu siasa uenezi na mafunzo wa CCM mkoa wa Tanga Samuel Mgazija amekiri Mwanyoka kuwa ni kada wao na wamepata taarifa kuhusu kitu gani kimetokea ila wanafuatilia kujua zaidi na kama taasisi wataweza kutoa taarifa kwa umma na nukuu, hii ni taasisi, kwa hiyo inafanyia kazi taarifa rasmi, kwani na sisi tumeona kama mlivyoona nyie, kwa hiyo tutapokuwa tumepata taarifa rasmi na kwa utaratibu wa miongozo yetu tutasema, amesema Mgazija kutoka hapa jijini Tanga. Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.